Tume ndo hiyo na yenyewe imewekwa mfukoni na rais, kwamba jimbo hili huyo, hata atanikosoa bungeni huyo, hapana huyo fulani. Kwa sababu wananchi wanaenda wapi? Na ndio wenye nchi, wanaenda kwanalazimika kupeleka kilio chao au hoja zao kwa njia ya maandamano kwa serikali yoyote yenye akili timamu, isichukulia ile jambo la kawaida. Mdude Nyagali, anayejulikana pia kama Mpaluka Said Nyagali ni jina linalojulikana sana miongoni mwa wanaharakati wa haki za binadamu na wafuasi wa upinzani nchini Tanzania. Kupitia mitandao ya kijamii, Mdude amekuwa sauti ya ukosoaji dhidi ya serikali, akieleza waziwazi masuala ya ukiukwaji wa haki, ufisadi, na matumizi mabaya ya madaraka. Lakini mnamo Mei mbili mwaka 2025, jina lake lilichukua sura mpya, sura ya kutoweka kwa hali ya kutatanisha. Usiku wa kutoweka kwake, watu waliodai kuwa maafisa wa polisi walivamia nyumba ya Mdude katika mtaa wa Lwambi, jijini Mbeya. Inasemekana kuwa walivunja mlango, wakamvuta kutoka chumbani akiwa na mke wake na mtoto mchanga. Mke wake, Sije Mbugi, alieleza kuwa mmoja wa wavamizi alikuwa na nyundo na alimzuia asimfuate Mdude. Tangu wakati huo miezi minne imekamilika, Mdude hajulikani aliko. Ikiwa sababu rasmi ya kutekwa kwa Mdude bado haijabainika tuhuma nzito zinadai kuwa huenda kutekwa kwake kulihusiana na ukosoaji wa serikali, hasa kupitia mitandao ya kijamii vile vile kampeni zake za kisiasa za upinzani, akiwa mstari wa mbele kupaza sauti dhidi ya ukandamizaji, pamoja na tuhuma za polisi kutaka kumfuatilia, ambapo Mdude alidai maafisa walikuwa wakitafuta anwani yake kwa njia za kificho na hata kutoa rushwa ili kufichuliwa. Hata hivyo mnamo Julai 9 mwaka 2025 mahakama kuu ya Mbeya ilitupilia mbali kesi ya kutekwa kwake licha ushahidi wa moja kwa moja kutoka kwa mke wake, ambaye alikuwa amefungua kesi mahakamani dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi IGP, na maafisa wengine wa watano akitaka Mdude afikishwe mahakamani au achiliwe huru. Kutoka kwa Mdude kumeibua maswali makubwa. Moja, je, alitekwa na vyombo vya dola au watu waliovaa mavazi ya polisi? Pili, kwa nini serikali haijatoa maelezo ya kina kuhusu tukio hilo? Na tatu, iwapo alikamatwa kihalali, kwa nini hakufikishwa mahakamani? Kwa sasa Mdude hajulikani alipo, ya familia yake inaendelea kutafuta majibu. Tukio hilo limeibua hofu kuhusu usalama wa wanaharakati nchini Tanzania. Wengi wanaona kutoweka kwa Mdude kama ishara ya mazingira yanayozidi kuwa hatarishi kwa uhuru wa kujieleza na haki za kiraia. Naam. Wito ukuwa unazidi kutolewa kwa serikali ya Tanzania kuhakikisha uwajibikaji, uwazi na ulinzi wa haki za binadamu kwa wote. Swali kuu linasalia: yuko wapi Mdude Nyagali?